Katika siku za hivi karibuni, hali ya kisiasa ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, imeendelea kuwa ya msisimko baada ya aliyekuwa kada wa muda mrefu wa chama hicho, John Mrema, kujivua rasmi wanachama. Hatua wa hiyo ilibua mjadala mpana katika mitandao ya kijamii baada ya Mrema kutumia ukurasa wake wa mtandao wa X hapo zamani Twitter kutoa kauli kali akishutumu chama alichokihudumia kwa miaka mingi. Katika ujumbe wake Mrema alionekana kukasirishwa na kile alichokiita ni porojo na propaganda zinazoenezwa na baadhi ya wanachama wa Chadema, akimtaja wazi wazi makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Kwa mujibu wa Mrema, Heche hajawahi kuwa na mchango wa kweli ndani ya chama katika ngazi za kitaifa, zaidi ya kuteuliwa na mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe kushika nafasi mbalimbali bila kushinda kwa njia ya uchaguzi. Mrema alifafanua kuwa kwa miaka mingi Heche hajawahi kuchaguliwa kwa ushindani halali, akitoa mfano wa mwaka 2008 ambapo licha ya juhudi kubwa za viongozi wa chama kumpigania Tarime, alipata kura sufuri katika uchaguzi wa ndani ya chama. Aidha, aliongeza kuwa hata mwaka 2015 alipokuwa mbunge, nafasi hiyo haikutokana na ushindani wa kweli ndani ya chama, bali zaidi ni uteuzi wa juu. Katika maelezo yake, Mrema alitaja mafanikio na historia ya viongozi wengine ndani ya Chadema kama kielelezo cha tofauti kati ya kujitolea na kuteuliwa. Alimpongeza Catherine Ruge aliyeteuliwa kuwa mwekazina wa kada ya Serengeti na ambaye pia aliwahi kugombea ubunge katika jimbo la Serengeti mwaka 2020. Vile vile alimweleza Salumu Mwalimu aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa chama na mgombea mwenza wa urais mwaka 2020 kama mfano wa kiongozi aliyepitia ngazi zote za uongozi kwa njia ya ushindani wa haki. Benson Kigaila ambaye alichaguliwa kuwa naibu katibu mkuu wa upande wa kada ya bahari wa bahari mwaka 2014 na tena 2019. Pia aliwahi kugombea ubunge katika jimbo la Kibakwe mwaka 2005. Kwa mujibu wa Mrema, Kigaila ni mmoja wa watu walioliletea chama hicho ruzuku kutokana na ushiriki wake kwenye uchaguzi, akisema kwamba Heche hajawahi kuleta kiwango kama hicho ndani ya chama. Mrema hakujisahau Alieleza namna alivyowahi kugombea ubunge mara mbili, kwanza katika jimbo la Vunjo mwaka elfu mbili na kumi na baadaye Segerea mwaka elfu mbili na ishirini. Alisisitiza kuwa kupitia michakato hiyo yeye pia alichangia chama kwa kiwango kikubwa sio tu kisiasa bali hata kifedha kupitia ruzuku iliyotolewa na serikali kwa vyama vinavyoshiriki uchaguzi. Aliendelea kutolea mfano Julius Mwita aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Bavicha na mgombea ubunge wa Msoma mjini mwaka elfu mbili na ishirini, ambapo alifanikiwa kupata asilimia 48 ya kura zote. Mrema alisisitiza kuwa watu wa aina hii ndio waliojenga chama kwa matendo, sio kwa maneno au tu kwa kuteuliwa. Akihitimisha, John Mrema alionyesha wasiwasi wake kuwa uongozi wa Chadema chini ya Heche kama makamu mwenyekiti unaweza kudhoofisha chama kutokana na ukosefu wa rekodi ya ushindani na mchango halisi wa kisiasa. Alisisitiza kuwa Chadema inapaswa kuthamini vigezo vya uongozi wake na kuhakikisha nafasi nyeti zinashikwa na watu wenye historia ya kupigania chama kwa vitendo. Katika siasa si jambo la ajabu kwa wanachama kubadili misimamo au kutoa maoni yenye utata. Hata hivyo, hoja zinazotolewa na viongozi waliowahi kushika nafasi kubwa kama John Mrema zina uzito wa kipekee, hazipaswi kupuuzwa kwa wepesi. Ikiwa ni ukosaji wa kweli au tu maumivu ya kisiasa baada ya kujiondoa, historia na muda vitatoa majibu sahihi.